Lakini najua watu wamefunga, naomba niseme ya kwanza. Nitoe pongezi na hongera kwa Waislamu kwa kufunga siku tatu, lakini pia kuombea amani nchi. Naomba niseme neno kwa kutumia ujasiri hili neno litufanye tutembee vifua mbele kwamba waislamu ndiyo muhimili wa amani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kakeme! Muslims are the beacon of peace and stability in the United Republic of Tanzania na sioni haya kutamka neno hili takbiri, jamaa, Allahu Akbar! Sasa tunaposema haya, hatusemi kibri. kwa kibri lakini, tunasema kwa kuzingatia fact, kwa kuzingatia data. Sasa wapi anaingia haya Nitatoa kidogo kidogo, muda ni ni mdogo, lazima tuchunge muda. Kuna jambo limejitokeza tokeza kwa namna moja, ninaweza nikawa na kaukweli kwamba sasa, amani bila haki inawezekana, amani bila haki inawezekana. Sasa, hata mimi sikatai, hata mimi sikatai, nishawahi kusema hata uko nyuma nikasema, uwepo wa amani sio ukosefu wa vita, bali uwepo wa haki, uwepo hili hii. Lakini hii haki inayoletwa letwa kwa sasa kweli inazingatia ile haki yenyewe, au ni selective ya kuchagua chagua kama ni haki kuzikubali haki zote, sio ikikugusa wewe unaichagua hii haki ile ah, ile hapa um, katika hilo, na kuchagua chagua haki na kupuuza haki zingine zingine. Waislamu hatuwezi kukubali, hatuwezi hata kidogo, hatuwezi kwenda kama nyumbu tu. Wewe, mwana nyumbu omedashangete nyumbu akianza wa kwanza, unaenda na gari yako hivi, huyu anaweza akavuka barabara akaenda hivi alafu akaenda nyuma ya gari yako akarudi kule alipotoka. Hao ah, wengine nao wote, badala ya kuona sasa, ah, tunaenda hapa, wakatize watafuaka watakata kona watarudi walipotoka. Ndio nyumbu. Waislamu sio tumefundishwa kufikiri, kwa hiyo tunafikiri. Tunaposema haki selective inakuwaje? Na naomba nitaje baadhi ya mambo, sitaenda kwenye detail sana, leo sio mahala pake. lakini hebu tukumbuke, wengine vijana mlikuwa mjazaliwa nakozungumza haki. Wote tunakumbuka mauaji ya Mwembechai, tunakumbuka ile video, Ustadh amepigwa risasi, yuko chini, kashika jiwe, halafu bwana mkubwa mmoja anamwambia mwenye bunduki, mmaliza huyo tunaikumbuka yeah, Waislamu tulichoomba ni nini? Inquest, uchunguzi wa ndani ufanyike. Paka leo wale walikuwa na familia, wale walikuwa na watoto, wale walikuwa na wake. Nani anajua walikuwaje watoto wale, walisoma wapi watoto wale Haikuwa haki yao, kwa sababu ilifanyika hii quest, ingeonekana kweli, wangepata compensation, lakini ile haki badala ya kutekelezwa ilikuwa ni kama uhaini. Ukisimama hadhara kama hii ukatamka mwembe chai, mimi mwenyewe ni mmoja wa waliopona kuwekwa lupango kwa kutamka tu mwembe chai, tena tunaadhimisha Pituma, ya mashahidiobeabo sio haki hiyo. Wakati huo kiongozi mmoja mkubwa wa dini ambaye ana hadhi ya diplomasia anateuliwa kutoka nje. Nazungumza kwa ishara Alisema hivi, ah, unajua jiwe ni silaha. Akitetea ile mauaji, akasema jiwe ni silaha, Daudi alimuua Goliati kwa jiwe, kwa hiyo wale waliompiga risasi walikuwa sahihi. Tukauliza toka hapa, Daudi alikuwa nani na Goliati alikuwa nani? haya yametokea, Waislamu, tuliendelea kupaza sauti, kupaza sauti, kupaza sauti. Lakini katika njia ipi? Hatukuwahi kutishia au kuvuruga amani ya nchi hii, ili tuweze kupata haki ile. wow. wow. wow. wow. Hizo ndio njia za kuomba haki. Ukiomba haki kwa kuvuruga amani hiyo haki kinakusaidia nini? Soje mtume? Allahu akbar. Sallallahu alaihi. Na Nabii? Sasa bado tunazunga hili. Ni zunga njang. Kisha alisema baada ya sheha zunguka. Sheikh alisema wakati akati ananizungumza, kwanza akasema ninapotea ninepotea suninipotea potea, na kweli nilikuwa nimepotea kwenye anga za hadhara, lakini naomba niseme kwa nini nilipotea, lakini pia inaungana na mada ya leo ya dua. Mimi kwa kadri ya Mwenyezi Mungu, mwezi wa kumi na mbili niliugua tarua pata utumbo ukanyonga bahati nilikwenda salama, kali nitapelekwa dharura, nitapasuliwa. Basi ni masaa manane wale pangu utumbo kwa poda umeoza oza kwa masaa yale tu kidogo niliougua, wakakata kama mita moja na kitu hivi, sifa ta Allah. Nachotaka kuzungumza baada ya kunitoa sieta na kuniweka intensive care, nilikaa siku sita intensive care, kwa mjumau tu, daktari aliye kaambia familia jamani, tunafanya kazi t, lakini huyu bwana ni fifty fifty, anaweza asiamke kutokana na mwili wake na matatizo mengine ya afya. Ile dawa kiomba ya kulala anaweza kaamka moja wa wiki wa mwezi au asiamke. Kwa hiyo tunawaambia mjiandae kwa lolote, ni 50, 50. Lakini alhamdulillah sanani nimepelekwa pale saa 12 na kitu cha kitu cha ja kwanza, aliyenipa dawa ya usingizi alichosema, alikuwa pale na madaktari wengine. Alikuwa nimeamka hivi, baa wakaondoa yale mapaki manini. Anaambia, unajua, bwana wewe, Mungu anakupenda. Mtaalamu mwenye uwezo wa kunilaza, mwenye uwezo wa kunipasua, mwenye uwezo wa kukata vitu huko, akaondoa mwenye uwezo wa kunishona hana uwezo wa kuniamsha wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Anasema Mungu anakupenda. Kwa hiyo ndugu zangu, ile 50 50, 50 ni matibabu, ile 50 ni shifaa inatoka kwa mnyazi Mungu na inakujaie kutoka kwa mnyazi Mungu inakuja kwa dua, ndio familia wanaanza kukuombea, ndugu jamaa, marafiki. Waislamu wenzangu, hivi vimaji vinasaidia kidogo watu na kufahamu fahamu, akisikia fulani, ah fulani, Mungu amwafu, inakubarika ile. Mashehe zangu hapa waliniombea ile shifaa 50% ilitokana na dua an ba anadharau dua kama una haya, unadharau dua haya. Ngoja sasa, nimesema mwambie chai, lakini nilitaka ni pia nitamke ni hapa jambo ambalo nilizungumza sana wakati wa lile sakata la la uchinjaji namna gani, sisi tumevumilia namna gani, tumeomba haki kwa utaratibu. Kulikuwa na issue ya utaifishwaji wa nyumba, shule za taasisi, tulikuja kugundua kwamba sisi tulitaifishwa kwa maana haki zetu zilifutwa revoke, na hivi sijawahi kuliongea hadharani hata siku moja tumawai kuliongea tukiwa katika zile platform za viongozi wa serikali, tunawaambia jamani, yeye evu liangajini. Wakati wenzetu mali zao hazikutaifishwa ziliazimwa. Ukikuta shule ilikuwa ya taasisi ya dini ya Kiislamu alafu sasa ni shule ya serikali juu <coughs> serika, ile ardhi nyumba, vyote vimekwenda lakini za taasisi zingine ardhi plots na majengo yalibaki kuwa ya taasisi husika, na ushahidi tunao na barua ya waziri akitaja hayo mambo tunao. Anasema kabisa, ninyi mnapiga kelele tunachelewesha kuwarudishia. Hapana, majengo litaifishwa. Hao wenzenu mnaotaja wao hawakutaifishwa, ni menejimenti tu sasa faida na hasara yake ni, niwambie, wewe mali yako imechukuliwa, sio imefutwa. Kuna kazi nayo mwenzio, yeye amechukuliwa management, walimu wa serikali, lakini mali bado ni ya kwake. Anachukua ile hati, anaenda benki, anaweka collateral, anachukua pesa, anajenga shule nyingine wewe uwezi kwa sababu hati yako imefutwa. Ndio tulisema ni systematic, tulipigwa, lakini hatujawahi kweli. Hii ni mara ya kwanza tunaitoa, anaitoa hapo. Mara zote tumekuwa tukiongea katika zile levo za uongozi kwamba exclusive, angalieni, na tulienda nayo hii polepole, tukafanikiwa district kupata nyumba moja ya wakfu pia na shule ile ya Mbugani, lakini hatujafanya fujo, hatujatukana, hatujaandamana. Na hili ni kubwa sana, kwa sababu hili ni nchi nzima, ni nchi nzima, jambo ambalo hata hivyo limetumaza sana katika sekta hii na uchumi lakini tumetumia busara, tumetumia zile platform available kujaribu kushawishi hili sala, at least hii ni historical injustice ile ilirekebishwa. Hilo la pili, tulikuwa na issue ya hijabu pia, nadhani pia hatukuandamana tulienda pole pole sana likaenda bungeni likapigwa chini bungeni. Rais akaingilia kati, Mkaba yule mzee akatoa waraka ule, agizo la rais la watoto kuruhusiwa kuvaa hijabu. Kuruhusiwa tu sio kulazimisha, kama utaki kuvaa usivae, lakini anayetaka at least afa. Tulienda kwa kushawishi, tulienda kwa kujenga hoja, hatukusema tukinukishe uh, ukikinukisha hata hiyo ijambo akivaa tanakisalama <laughs> sala la nabi ah. ah. achini amani, jamani, angalieni Sudan wote wa Islam, nasikia jambo haitajutaju sana, lakini kuna documentary fulani mkiangalia ya Sudan bombadi yanatisha ko amani na haidhuru, mtawala awe, yote, awe yoyote iwe awe wa dini yoyote, waislamu always wanahimiza amani. Mambo yetu tuyatafute kwa amani, na nitoe wito kwa watanzania wote. Unajua, ukiwa sehemu ukaangalia mlima mlima umejaa na manizalimuna kuna majani kijani, ah, utapapenda utapapenda sana. Sasa hebu nenda pale, anza kupanda ule mlima, utaona kama kweli una raha. Maana utakuta miba, nyoka, sijui nini, unapanda unashuka huko, oi oh, nimtaba kwambali, kwa mbali, kwa mandhari unapendeza. Sasa mkiangalia kuchezea amani hiyo hiyo Ingiama kwenye vurugu ndio utaona ndio utajuka. <laughs> Kwa hiyo niombe tu wa Tanzania wote tujihadhari na sauti hizi za Iblis zinazotaka eti tumara zasiku tutoke barabarani anaetandio tutoke barabarani yeye mwenyewe yuko burumu kuja kataa lakini je, hakuna namna ya kuongea na watawala nchi hii? Sipo tulienda tukazumza mambo ya nyumba si tulipata Hai. Manda, hapa Mwanza hapa majuzi, mwaka mwaka juzi tulipata bahati ile kamati ya amani tulialikwa tu, tu, pale e, na rais alikuja ziara akahitimisha pale out of nowhere akatoa nafasi ya maswali. Sasa bahati nzuri alikutaa akikutegemea ikatoka nafasi wenzangu, mimi wakanibariki bwana, hebu ingiza hiyo swali. Nikazungumzia ishu ya tozo katika miamala ya fedha ya situ yakodilisha, kataliwa. Kuna waziri iwee kusema kwamba hamieni Burundi.

hivi wow. wow. wow! Kwenye simu utaona kweli, kuna zile tozo za kampuni ziko juu juko zinatakiwa kuongelea hizo, lakini tozo ya serikali ukisoma pale utaona ni sifuri sifuri, iliondoa maanake. Ni maanake watawala, ukiongea kwa heshima eh, kwa kuliwasilisha kwa hoja, wanasikiliza. Rais akija hapa leo tumesalishwa na na nani? Abdulwahi bwana, hivi amekuja rais hapa, ataena mbele ya imamu? Pamoja na urais wake atabaki nyuma ya imamu. Yuko kwenye kumi na nane zako, lakini na wewe ukienda kwenye kumi na nane zake, lazima na wewe uweke heshima upaka kwenye mimbari yako kule, alafu nasema aachiwe huyo mara moja, unamwagiza mwagizaji mkuu. Sasa kama watu wakubwa viongozi wa dini watakuwa design hiyo, watu watakuwaje? wafuasi wake watakuwaje? <coughs> Kwa hiyo ndugu zangu, tujihadhari, tujihadhari na hili. Nazungumza kwa nini? Yani na hifadhi sana, lakini kila wakati, awamu ya pili, awamu ya nne, awa... tunaona panapokuwa na awamu za dizaini hii, mawaraka maonyo vitisho vinazidi, wakiingia wazee, haki inapotea, neno haki linafutwa. Kwani jamani, si si si hapa tu juzi, kwa mjomba ndio nikasema tunakataa haki selective kama ni haki tuiongee haki, sawa sawa na haki tumefanya, atakumbuka shekhe hapa. Na kama kuna wengine viongozi wa dini hapa, wakati matatizo haya yanatokea ya watu kuchukuliwa nini, tulienda msafara kwa uongozi wa juu wa, wa polisi hapa Mwanza, na tulipeleka swala rasmi na majina, na sio hilo nakumbuka tulikuwa na mimi nakumbuka tulikuwa na shehe tena, hilo mimi nimeshuhudia hapo tu pale. Tukakutana na naibu waziri wa mambo ya ndani, shehe kumuona akuzungumza mambo yake akamtia faraga ya hilo hilo, alikuwa yule waziri Mzanzibari, hilo hilo bwana, hili tatizo platform zipo, lakini kuna mambo huwezi ukazungumza uka kule. Alafu nimemwambia bwana sasa hapo umemwambia, unatangaza nini? Kuna njia za kuongea na wenye mamlaka na wote oh, ya majuzi nimemwona eh, kiongozi mmoja wa dini kadhalika ameenda kuonana na rais, ndio e, njia sahili takokelewa vizuri, walioongea kuambiwa, lakini walioongea wameongea, na sidhani atakuwa ameenda mpaka Ikulu kwenda kusifu tu hata lazima atakuwa amebeba mambo ambayo ameona katika jamii yanatakiwa rais wa nchi ayafahamu, na ndio kazi yake, lakini na ndio utaratibu unaotakiwa. Kwaiyo ndugu zangu, dua ya leo sisi tumuombe tu Mwenyezi Mungu aikubali ulisema um, um, um, um, kwamba fanye nia wakati ule, mimi nilifanya nia, lakini naisema makulu. Kwanza nilitia nia ya wazazi wangu na wazazi wao, lakini nilitia nia ya watu hao w wa kwanza wa kwanza, au ni mwalimu wangu wa kwanza wa kuranda

<laughs> Inshallah, naomba nimalize kwa maneno haya, kwa kutoa ombi ilisema lile la rais kwamba alitoa nafasi ya kuuliza maswali, si ndio? Marais wa nchi kubwa zile fahamika za kidemokrasia huwa wanafanya press, si ndio? lakini kwenye ile presi huingii, kama hawajakufanyia wao. Wanasema nini, sijui, yani eh hawajaku... sio interview, kuna neno wanatumiaga hapa. Ah, nimenitoka kidogo ha? Analysis somehow, wanaangalia huyu, huyu huyu anura hamna huyo ingii, na naomba ni kweli Ukiona na wa Marekani hapo, wanaenda kuuliza maswali pale mpaka wapite ule kigango kile, unaona uruhusiwa sasa pale. Utaona free, huyu kauliza huyu, lakini kuingia pale ni lazima kwanza wakupime msimamo wako wingi hivi. Lakini kwa pale kulikuwa watu mia tatu, mia tatu. Eh? Mia tatu. Watu wametoka naisha, anasema ulizeni ni alama ya rais, rais ambaye ni mahiri, rais ambaye ni jasiri na ni rais anayejiamini. Sasa ingekuwa katika platform nyingine, ningesema mama anatosha lakini sasa kwa sababu hii platform sio ile, sitalikazija hilo ila, sitakushawishi pia, ila kama utahiari yako naomba ukatiki. Kwa hadha, salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.